Kizaazaa kilishuhudiwa mchana kutwa katika bunge la kaunti ya Machakos baada ya waakilishi wadi wanaomuunga mkono spika An Kiusya kutofautiana na wale wanaompinga. Yote haya yalianza wakati wa mkutano ndani ya ofisi ya spika ambapo pande mbili zilizozozana na kusababisha kujeruhiwa kwa wawakilishi wadi kadhaa. Baadaye wawakilishi wadi walimzuia spika Kiusya kuondoka ofisini, hali iliyowalazimu polisi kuingilia kati na kumpa ulinzi, kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Nje ya ofisi ya spika wa kaunti ya Machakos Anne Kiusya, wawakilishi wadi kutoka mirengo mbili tofauti wanajibizana vikali, wengine wakiharibu viti vilivyoko nje ya ofisi ya spika. Polisi wakijaribu kuwazuia kufanya uharibifu, wakati mmoja wakifyatua risasi bandia ili kuwafuusha ila juhudi zao ziliambulia patupu, kwani wawakilishi wadi hao hawakutulia, majibizano makali yakiendelea. Vita vikawa si vya mdomo pekee, kwani walitafuta maji ya sabuni kusaidia katika malumbano yao. Ni mzozo ulioanza mapema leo katika mkutano ulioendeshwa na spika Kiusya. Wakati wa mkutano huo, upande unaompinga ulizua tetesi kuhusu kuwepo kwake bungeni huku wanaomuunga mkono wakisema ni sharti akuwepo hapa. Vurugu ziliwaacha wawakilishi wadi watatu na majeraha, huku ofisi hiyo ikiwa na alama za damu, viti vikivunjwa, viongozi hao wakilaumiana. Ambaye ameleta hii vita ni Mheshimiwa Laki wa Matungulu, ambaye ndiyo majority whip, sababu wakati ameona spika ametumia nguvu zake katika standing order number one, aliamuka na akakimbilia kuchukua karatasi ambayo ilikuwa ina, imeweka hizo miswada zote, na wakati ameamuka akizuiliwa, ndio amechukua kiti akamuka kumpiga spika. Mimi hata sijui nimegongwa nani, mtu ananigonga anatoka kiti ya tatu kutoka mahali nilikuwa. Unalazimisha miswada iende kwa bunge yenye komiti ya house business, which is the engine of the assembly which places businesses that is going to come to the floor of the assembly Tuko na members more than 10 and they are not in consensus and you rule and you say it has to come. Upande unaopinga spika ukisema kamwe, hawatasitisha mipango yao ya kumtimua Kiusya, ambaye kwa sasa alipata agizo la mahakama kuzuia mjadala wowote wa kumng'atua. Sisi tuko na jukumu kama wajumbe na viongozi wa bunge hili kumwambia the time is now to leave office. Tutafute a capable and competent speaker. Upande wa spika umeshikilia kuwa ataendelea kuhudumu, wakidai gavana wa Machakos wa Vinya Ndeti amechangia mzozo unaoshuhudiwa. Wapende wasipende, spika ndiye spika wa bunge. Tutaingia kwa bunge hata kama ni mwaka gani, hata kama ni siku gani, hata kama ni mwezi gani, tuhakikishe biashara ya bunge imeendelea. Kwa hivyo fadhali gavana wa Vinya achana tu na bunge ifanye kazi yake na wewe ufanye yako. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.